Wakenya wanasemaje kuhusu huyu jamaa pale comment section? Masikio yake inakaa pembe. Huyu ako steji gani? Anakaa ngamia za Wasomali. Kumbe siku hizi ngamia zinaongeanga kama hii ni ku ilikufanya hivi. Acha niendelee kunyonga. Unajua usipomeza dawa utakufa. Na wewe unajua kwa nini ulipewa shingo oversize. Huwezi elewa. Huyu si akimeza mate anasikia uchungu